Hapa karibuni maneno yalikuwa ni mengi, kukatishana tamaa kulikuwa ni kwingi, lakini vijana wenzangu wa Kitanzania wote tulikataa uchochezi, tukabaki na mama Tanzania, baba Tanzania. Nani kama vijana? Vijana eh, vijana raa. Ndugu mwenyekiti, hapa karibuni tulikuja na challenge na challenge yetu tulisema kichinjio challenge, kuona mwitikio wa vijana na nataka nikwambie ndugu mwenyekiti, umewaona vijana wavio navyo vikuu, wanatuonesha vichinjio vyao. Ndugu mwenyekiti, challenge ile ilienda vizuri na ilienda kwa ukubwa wake, na vijana wengi walitokeza kufanya challenge ile hii. Na tafsiri yake ni nini? Kwamba vijana tuko tayari kwenda katika zoezi la kupiga kura hapo kesho, panapo uhai na majaliwa, na katika kuhakikisha uchaguzi kesho, vijana tunashiriki vizuri. Tumeshakubaliana siku ya kesho, tumeibadilisha jina, tunaita Samia Day, na tumekuja na challenge nyingine, tunaita Wino Challenge, kwamba kesho vijana tukitaka kusalimiana, tunaulizana hivi, mambo vipi? Niwaombe vijana wenzangu wa Kitanzania, wa chama cha Mapinduzi na mliokuwa hamna vyama na vyama vingine, kesho kesho vijana kesho kesho vijana, kesho, tutokeni kwa wingi, tuhamasishaneni, twendeni tukachukue na kuweka. Lakini wakati tunafanya zoezi hilo, kuendelea kulinda amani umoja na mshikamano wa taifa letu.